Katika miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan eh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna jumla ya miradi kumi na tatu ambayo yenye thamani ya shilingi bilioni 527,751.1 ikiwa ni jumla ya kilometa 612.4 na daraja moja ikiwa limetekelezwa lenye urefu wa mita kumi na ujenzi wa kituo cha mizani ambacho inaendelea kujengwa. Sasa hivi tuna miradi iliyokamilika na miradi ambayo inaendelea. Tuna miradi saba ambayo kimsingi ina thamani ya shilingi bilioni 488.15 ambayo imekamilika, ni sawasawa na asilimia 92.5 ya ahadi ya Mheshimiwa Rais imekamilika, na miradi sita yenye thamani ya shilingi eh, bilioni 39.598 ni ahadi inaendelewa katika hatua mbalimbali za ujenzi. Tuna ujenzi au ukarabati wa kiwanja cha ndege unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Beijing Engineering Group, ukiwa na thamani ya bilioni 27.9 na huko asilimia 97 mpaka sasa. E, mhandisi mshauri anaitwa Hatibu Andalami Engineering ndo anayesimamia kazi hii. Msimamizi huyu anasimamia ujenzi wa uwanja wa ndege wa Tabora na Kigoma. Pia tuna mkataba ambao ni uboreshaji wa uwanja wa ndege E, ambao pia ulihusisha ujenzi wa jengo la abiria ambalo lina uwezo wa kuchukua abiria mia moja ishirini kwa wakati mmoja na parking ambayo inaweza kupaki magari 54 kwa wakati mmoja. Katika ujenzi huo pia ulihusisha ujenzi wa uzio wa uwanja wa ndege wenye urefu wa kilomita 6.25 ambao pia na wenyewe umetekelezwa, na barabara za maingilio kuingia pale kwenye jengo la abiria na kutokea zina urefu wa mita 375 ambazo kimsingi zimetekelezwa. Mradi mwingine ambao unaendelea ni mradi wa usanifu wa barabara ya Puge Ziba Choma, anafanya feasibility study na detail design, ambao gharama yake ni milioni 494 na una kilometa 109. Mpaka sasa una asilimia 75 ya utekelezaji na unasimamiwa na timu ya wahandisi kutoka Tabora Teku. Na ujenzi wa barabara kiwango cha lami Tabora Mambali Tobo umepangwa kufanyika katika mwaka wa fedha tulionao ambao pia utakuwa una kipande kidogo tu ambacho ni cha mita mia tatu. Mkandarasi anaitwa Sal Motors Limited, kazi haijaanza. Kwa ujumla wake ukizijumlisha utaona jumla ya gharama ambazo miradi inaendelea ni bilioni 39.598. E, kimsingi mpaka sasa hivi e, miradi ipo inaendelea, iko hatua za mwisho na nyingine bado haijaanza.